Ila unajua kuna watawii walikonga moyo wangu Shaa na fedha bon, na unao walitendea red carpet haki. Sasa kesi uh, na Sha. Alafu kuna style nyingine ambayo watu wamekuja nayo siku hizi. Hii ya kutengeneza vichwa vinakaa kama ukoko wa ugali uliokuwa wa brownish. <laughs> Kutengeneza wa like bleach ambayo nafikiri alianza nayo Jackie Walker, ambayo wa like bleach. Nuru Sha naye ametokeza na huu muonekano sasa hivi. Na amependeza sana. Acha, Sha nianze na Sha. Sha alivaa koti la blazer, yeah. Blazer jeupe na ndani alivaa sketi. Ile ni sketi au ilikuwa ni gauni? No, ilikuwa ni sketi. Alafu juu amevaa blouse ambayo amechomeka ndani. Yeah, ambayo ilikuwa ina mwacha cleavage flani hapa hivi. Of course. Alafu na red shoes zake. Eh eh. Alafu pia na naomba nitoe angalizo kwa watu wote ambao ni wadada ambao wanataka kuvaa vitu kama kama alichokivaa Sha. Ukitaka kuvaa kitu kama kile alichokivaa Sha hakikisha umevaa bra ambayo itakufanya in this part ikae vizuri. Isikae kama unaelewa. Yaani isikae kama breast zinalala au zinasimama ukae vizuri. Yaani umtokeleze vizuri. Sha alipendeza sana, alivaa viatu vizuri vya kundu nilivyoona, nilikuwa nimefungwa vizuri. She was so perfect.